Kiwemo waitimu toeni ni mawazo chanya, sio malalamiko, lakini malalamiko yenye kutafuta majibu. Kama una malalamiko yaeleza lakini na majibu nayo useme, ungependa malalamiko hayo yaondolewe kwa kufanyaje? Msipofanya hivyo mtakuwa hamna nchi eh, maana mtakuwa mmejenga msingi kwamba ukitokea matatizo nyumbani kwa wazazi Msipoelewana unachoma nyumba, alafu kesho wewe na wazazi wote hamna nyumba. Au ikitokea matatizo katika nchi yenu, mnaamka mnachoma miundo mbinu yote, alafu kesho mnakuta hamna, nyinyi hamna, mnasema kwa kufanya hivyo mnadai haki. Haki inaweza kudaiwa katika mazingira ya amani zaidi na inapatikana haiwezi kupatikana kwa ghasia. Ukifanya ghasia, umepoteza msingi wa haki. Kama we unakaa Kimara halafu ukamka asubuhi ukachoma vituo vyote vya, vya nini vya mwendokasi halafu watu kwa, kwa maelfu ukaanza kutembea kwa miguu, utakuwa haki hukupata na wale uliowachomea nao hawakupata, wote mtafanana. Kwa hiyo busara inaelekeza kwamba lazima matatizo yapatiwe ufumbuzi kwa njia ya mjadala na mjadala chanya, ili kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na nchi yetu tunayoipenda. Ninyi mmesoma katika chuo cha kumbukumbu ya mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere, sifa zake zilikuwa ni hizo. Alikuwa mzalendo, alipenda nchi, alitujengea umoja na wakati anakata ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, roho katika hospitali huko London, maneno aliyoyasema yalidhihirisha nia ya yake na historia yake. Alisema, na nina mnukuru, ugonjwa huu siwezi kupona, nitakufa. Watanzania watanililia sana na mimi nitawaombea kwa Mungu. Ninawaachia nchi yenye umoja na amani na waasa wa Tanzania waipende nchi yao kama wanavyopenda mama zao. Mwisho wa kunukuu. Hayo ndiyo maneno ya usia wa baba kwa jamii yetu. Kwa hiyo vijana wa Tanzania, pendeni nchi yenu, tafuteni majibu na suluhu za, za amani katika kutufikisha mahali ambapo tunakusudia kwenu. Sisi ni Watanzania wapenda haki wa nchi hii. Sisi tumezaliwa katika nchi hii, hatuna nchi nyingine. Kwa hiyo ni kwamba tunapenda uhuru wa maoni, tunapenda kuzuia utekaji, tunapenda uhuru wa vyombo vya habari, pia tunapenda vyama vyama vya siasa vipate uhuru wake. Sisi ni kwamba tunapenda siasa ya Tanzania iwe siasa safi, siasa kama ilio, kama kama siasa kama aliyotuachia Mwalimu Nyerere. Ni kwamba kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki, sababu tuliokuwa kwa tunawataka kwanza hawapo, wameweka watu wao, isitoshe na viongozi wengine wa vyama wameshikwa kwa, kwa haki tunayotaka sisi ndio kama hivi. Tunaandamana ili tuipate haki kama raia, kama katiba inavyosema. Tumeanza kuandamana hapa, mtu mmoja akapigwa risasi, akapigwa risasi ya kwenye bega ikatokea upande wa pili. Kwao inafika sehemu mpaka unaanza kuwadha wai, yani nakuwaje, mimi sijapigwa, lakini nimepigishwa magoti na familia yangu pasipo na sababu na kosa silijui, lakini nimejitetea nikiwa ndani. Jamani, hapa pana amani. Kaambia toka nje, na kama msikotoka nje tutawapigia mimoshi, mimoshi mtoke na mabomu ya machozi. Kama hivyo mnapo kama kama hivyo mnaposikia kama hivyo mnaposikia hii je, Tanzania sasa imeshwa? Yaani Tanzania yetu sasa kwa siku hii ya leo tu ya uchaguzi imekuwa kama tuko Kongo. Jamani, haya mambo tumeyazoea kuyasikia Kongo na nchi nyingine, lakini sio Tanzania. Tanzania ni nchi ya amani. Kwa nini tupigwe risasi na wakati tunaandamana, maandamano ya haki Eh, kwani tupigwe risasi? Kwa hiyo kitu sisi tunapinga na hii ishu haishi leo wala kesho, paka ikubalike. baada kuwa kwenye basi la mwendokasi, dereva naye anaogopa naye anakuwa nafsi yake, na sisi abiria, kila mtu anakuwa nafsi yake. Gari ilizima, milango iligoma kufunguka. Baada ya hapo, wananchi wakawa wanaanza kurusha mawe ile gari ya mwendokasi, wamerusha mawe. Mimi baada ya kuona mawe yanazidi, kabidi nilale chini ya kiti, nikajifunika uso ikajifunika uso wangu na hichi kibegi. Jua likaniukia usoni, kadunda kwenye begi, kadondoka chini ila vile vioo vilivyokuwa vinashuka kutoka juu ndio vikawa vimeniangukia mgongoni, vingine ndo wakati natambaa nimechunika chunika Atunaki,